Inayoendelea, hmm, ni plasta, hmm, na kusimamisha nguzo hizi hapa, ndio tunaendelea kusimamisha. Na rangi ndio tuko tunajiandaa kwa ajili ya kutengeneza rangi na tali zimeshaandaliwa zinaletwa kwa ajili ya kule chini, ndio kwa hiyo kazi sasa hivi imetembea imefika kama asilimia sabini hivi. Na huko juu mna mnaweka nini baada ya kuweka hizi nguzo tunafunika ndo mnafunika. Ina maana tayari gorofa hii ndio ya mwisho? hii ndiojmbe wa shina namba kumi na tatu, tawi la Mkombozi, ndugu Mkandalasi. Nataka kujua kwa niaba ya anchi Wabonyokwa, mna lini mradi huu ili uanze kufanya kazi? Mradi kama unavyoona, zinapambana lakini paka kwenye mwezi wa nane hu mradi ni wamwaka, mpaka kwenye mwezi wa nane nakuwa tumesha karibia kabizi lakini huko chini si mtakuwa tayari mmeshafunika watoto wataendelea kusoma. Eh, huko chini tunaendelea fundi rangi anakuja anaendelea, fundi tailizo wanakuja wanaendelea. Naitwa Tumike Malilo, ni diwani wa kata hii ya Bonyokwa. Leo tumefanya ziara na wajumbe wa halmashauri kuu ya kata kuja kufanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali inayoendelea hapa. Tuko kwenye mradi wa jengo la shule la gorofa tano ambayo litakuwa na vyumba 25, na kutakuwa na matundu ya vyoo arobaini na tano, kutakuwa na ofisi za walimu na mambo kadhalika. Jengo hili linatumia linagarimu shilingi bilioni moja na milioni mia saba na tatu. Kwa hiyo tumekuja kuangalia kazi imeenda vizuri mpaka sasa hivi. Mkandarasi anasema kwamba wameshafikisha asilimia sabini ya ujenzi wa mradi, lakini pia kama tunavyoona pale chini tayari wameshaanza kutaka kuweka tiles na kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi, na kule juu ni ghorofa ya mwisho, wameishia bado wanataka kuweka Uh, zege zile nondo na kufunika bati. Mi niseme kwamba namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan lakini pia namshukuru Mheshimiwa Mbunge kwa ushirikiano aliokuwa wananipatia lakini pia nashukuru Almashauri kwa sababu hili jengo limejengwa kwa kutokana na pesa za jiji la Dar es Salaam. Na niseme pia namshukuru sana Mkurugenzi Mstahiki Meya pamoja na baraza la madiwani na kamati ya, ya, ya fedha kwamba katika sekondari za kata zilizojengwa na Almashauri ya jiji ya Dar es Salaam. Hii kata ya Bonyokwa ndiyo sekondari ya kwanza kupata form 5 na form 6. Kwao nashukuru sana na inaenda kufanya mchepuo wa HGL. Kwao nachoomba tu kwa mkurugenzi pamoja na na madiwani wenzangu na baraza kwamba waangalie namna ya kufanya sasa, kupata bweni kwa sababu wanafunzi wamechaguliwa wanafunzi mia moja na mbili na wanatoka katika mkoa wa Dar es Salaam katika wilaya mbalimbali mbali. Sasa itakuwa inawapa tabu kurudi majumbani kwao, watakapowekea bweni itasaidia sana kwa ajili ya kupata elimu bora. Leo tumefanya ziara katika shule ya sekondari ya Bonyokwa, shule ambayo inajengwa ghorofa tano, ambayo hapa tulipo hii ndio ghorofa ya mwisho. Napenda kushukuru Chama cha Mapinduzi kwa kuliona hili katika sekondari za kata. Lakini pia napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Shule imefikia hatua nzuri ambapo nadhani tayari kuna wanafunzi wameshachaguliwa tayari kuripoti hapa kwa kidato cha tano na sita kwa mwaka huu. Ghorofa ya kwanza ya pili na ya tatu imebakia finishing tu, ambapo wakati wote wanafunzi wanaweza kuingia. Ninatoa shukurani kwangu, shukurani zangu kubwa sana kwa mama Samia Suluhu na, na kwa mbunge na kwa diwani kwa kazi kubwa ambazo wanazozifanya katika kata hii za Bonyokwa ila tu ambacho tunachotaka kumwomba mama Samia ni kwamba atufikirie bweni tena la shule ambalo linaweza kusaidia watoto hawa pindi endapo watakapoanza kidato cha kwanza mpaka cha mwisho. Niwashukuru viongozi wote ambao wamekuwepo pamoja nasi kwa kusukuma maendeleo mbele, na kitu ambacho ninachokizungumzia kikubwa ni kwamba mama Samia ni mama mwanajeshi ambaye ameiongoza nji kwa kasi sana watu wengi wanamtazama tofauti, lakini ukitoka kwa Magufuli alipoachia mpaka hapa tulipo, tumekuta kuna mabadiliko makubwa. Amemaliza miradi mikubwa ya Magufuli ambayo alikuwa ameiacha kwa kweli ni maombi yetu, tumwombee zaidi ya miaka mingine mitano ili aendelee kuiongoza taifa na aendelee kumaliza miradi bado ambayo ameikusudia kuimaliza. Nimwombee mbunge kura na diwani wetu kwa kazi kubwa ambazo anazifanya. Bado tunaendelea kuona mabarabara yanaendelea kujengwa, bado tunaendelea kuona vitu vingi vinafanyika. Kwa kweli niseme tu kwamba Mungu awabariki na walinde na watetee, na hata kwa afya zenu pia Mungu awabariki sana.